Aa, kama kaida yangu kuhamasisha katika staili ya kuwakabidhi kuwa zawadi wa wachezaji wa Azam FC kuwakabidhi majogoo. Haya majogoo tuwaleta leo baada ya ushindi wa kule ya mechi ya kimataifa dhidi ya El Merriekh, magoli mawili yaliopatikana, goli la kwanza likifungwa na Feisal Salum, goli la pili likifungwa na Jaffet Kitambala. Umeona walichokifanya. Kwa hiyo tumekuja kukabidhi majogo yao baada ya tutakapo tutakapofikia, kwa sababu maneno yamekuwa mengi sana mtaani. Kwa hiyo sisi kama mashabiki tuna hamu kubwa sana kuiona timu yetu kufika makundi na kufanya vizuri michuano kimataifa kwa majina anaitwa Najma, Najma Majogo. Kilichonisukuma mpaka leo nimeweza kuleta zawadi ni kwamba kwanza hii sio kwa ajili ya mechi ya leo hii, ni mechi iliyopita ya taifa. Na ndio, nimempa zawadi kwa sababu cha kwanza nampenda na amefanya kazi nzuri ametufurahisha. Kwa hiyo mtu akikufurahisha lazima naye umpe zawadi. Na hii haitakuwa moja. Ameniahidi mechi inayokuja kwamba nilete kumi na maana atafunga kumi. Na maana inshallah, ikiwa hivyo heri tutafanya